Taruki inaendelea tangu Jumanne, 16 Septemba mwaka 2025 katika eneo la Lusengi huko Wabakangu ya kwanza tarafani Shabunda mkoani Kivu Kusini, baada ya mapigano kuzuka kati ya makundi mawili ya wapiganaji wa wazalendo ambao ni wasaidizi wa jeshi la serikali FRDC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vurugo zilianza baada ya wapiganaji wakiongozwa na jenerali anayejiita Mbeya waliotoka matako kushambulia kituo cha biashara cha Lusengi. Inadaiwa walijaribu kunyang'anya mali mfanyabiashara mmoja kabla ya kumshambulia kiongozi wa eneo hilo ambaye alijeruhiwa vibaya na kupelekwa hospitalini. Tukio hilo liliwaamsha wananchi ambao walikusanyika wakitaka maelezo. Hata hivyo, wapiganaji wa wazalendo waliokuwepo walifyatua risasi hewani ili kuwatawanya. Habari hizo zilipofika Kalole, wapiganaji wa wazalendo wa huko walishuka kuelekea Lusengi kufahamu sababu ya wenzao wa mataku kufyatua risasi. Wakisikia taarifa hizo, wapiganaji wa mataku waliweka ngome ya kujilinda, hatua iliyosababisha mapigano ya risasi kati ya pande hizo mbili. Kutokana na hali hiyo, wakazi wengi walilazimika kukimbia maeneo yanayoaminika kuwa salama ili kujinusuru. Wakulima wawili wachanga, familia moja, wa changa ambao wa familia moja wametoweka zaidi ya wiki moja katika wilaya ya Ruchuru jimbo la Kivu Kaskazini. Vijana hao Melchisedech na Patrick waliondoka nyumbani kwenda kufanyia kazi mashambani yao lakini hawajarudi tena, jambo lililozua hofu mkubwa kwa familia na jamii ya eneo la Kaseruguru. Mashuhuda wanasema jitihada zote za kuwatafuta katika mashamba ya bonde la kilimo la Busesa na vijiji vya jirani hazijazaa matunda. Baadhi ya wakazi wanadai kuwa waliwaona kwa mbali wakitekwa na watu wanaoshukiwa kuwa wahasi wa M23 siku chache zilizopita. Hata hivyo, wengine wanasusia tukio hilo na makundi ya wanamgambo wa kujilinda ya, wenye, ya wenyeji wazalendo wa kienyeji ambao mara kwa mara hufanya mashambulizi na kuwakamata raia. Kutoweka kwa vijana hao kumeibua kumbukumbu chungu kwa wakazi, wakikumbuka matukio ya kupotea kwa watu wa yaliyotokea kati ya mwezi Julai na Agosti katika mapigano makali kati ya jeshi la FARDC Washirika wao wazalendo na waasi wa M23 AFC katika eneo la Binza. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kupotea kwa wakulima hao wawili.